Ha, ni kitu ambacho labda niwaambie tu watu wengi walikuwa wafahamu, e, kika, ya, toka ile siku ambayo pale ilikuwa kwenye mpira pale toka e, e, e, Samia Cup Uh, GSM. Eh, uwanja wa GSM. Yeah. Harmonize alinipigia simu na kuniambia Juma, wewe ni mtu ambaye unaweza kuongea na Kajala na kukusikiliza kuliko mtu mwingine yote. Umeona? Kwa hiyo nakuomba, hapa nyuma nipo hapa uwanjani, njoo tuzungumze kitu, sababu Kajala akisikia Harmonize anakuja. Kajala alikuwa anakimbia, anaondoka. Yaani anataka sehemu ambayo na hela yeye aingie. Alikuwa anamchukia sana. Kwa hiyo nilitumia nguvu nyingi kum, kumwelewesha, kum, yaani kumwaminisha kwamba Kajala, Harmonize moja, Harmonize mbili, Harmonize tatu, umeona? Harmonize ndio wanawake kashatembea na wengi lakini, yupi wichi, lakini akikaa na kufikiria, wewe, umeona? Mtu kashajua makosa yake, umeona. Kwa hiyo nilikuwa naanza kwanza kwa, kwa Kajala, alafu nije kwa, kwa Paula. Hiyo ndo mti mkavu, ulikuwa mti mgumu kwelikweli kuliko vitu vyote duniani, so nikaona ya nini, na ndio maana nikawapatanisha. Kwa hiyo Kajala na, na, na Harmonize hawa wamesharudiana, wamerudiana toka chungu wame wame toka... cha kumi cha Ramadhani e, wako wote wana mahusiano pamoja. Kwa hiyo hivi vitu vyote tunavyoviona sasa hivi ni marudio e. Tuna uzuri sasa hivi kila mtu ameweza kutunza siri, ila kuna sehemu alikuwa wakiingia hivi napata message kwamba au, au. Lakini warudiana mda mrefu toka chungu e. E, cha kumi cha Ramadhani.